Okay, na kwa sasa katika video hii naomba nizungumzie umuhimu wa wanafunzi wa vyoni au wanafunzi kuweza kujua na kuweza kusoma kompyuta. Kompyuta ina faida gani katika jamii, au kompyuta ina umuhimu gani katika jamii? Kompyuta inaweza kumfanya mtu awe awe ana mitandao. Cha kwanza, kitu cha kwanza ni hicho, kuwa awe na mitandao. Kitu cha pili ni kwamba kompyuta pale ambapo anaitumia mtu kompyuta, anaweza kujifunza vitu zaidi practical au kwa kwa uweni kwa, kwa kuangalia na kuweza kuitumia hivi. Kompyuta ni rahisi mtu kuweza kupata maarifa ambayo yamekamilika, ni ya kupewa moja kwa moja, ukizingatia na yule mwanafunzi ambaye anapewa tu elimu ya kompyuta akiwa darasani. Kwa hiyo mwanafunzi ambaye anatumia kompyuta inaweza kumfanya mwanafunzi huyo awe awea kwa vitu mbalimbali ikiwemo hapo chuoni. Katika kila chuo kama sitokosea, huwa kozi ya kompyuta inatolewa. Basi kozi ya kompyuta inatolewa kwa sababu gani? Kumfanya mwanafunzi huyo awe ana uwezo, anauelewa, na ajue nini kinaweza kuendelea katika jamii na pia mtandaoni, na jinsi gani basi anaweza kutumia vitu mbalimbali vya mbali, mtandaoni kama teknolojia ambazo zinaweza kusaidia kazi ikiwemo teknolojia hizo zinaweza kusimplifywa kwa kutumia hiko kitu ambacho kinaitwa kompyuta kwa sasa. Zamani tulikuwa tunachola majadwali kwa kutumia mikono na kwa kuandika, na tunaenda kuchapisha kama ilivyo, lakini kwa sasa, baada ya kuwepo kwa kompyuta, kompyuta inaweza kusaidia kufanya hiyo kazi ya kuchola, ukiachana na kutumia lula pamoja na penseli maanake unaweza ukatumia baadhi ya app ambazo zinaweza zikakusaidia wewe kuweza kufanya vitu hivyo, na bila hata kukua na complication kubwa ya kazi na kutumia knowledge kubwa ya akili sana, kwa sababu ukiwa unatumia lula ni rahisi sana kukosea kufundisha mistari na nini, lakini ukiwa unatumia kompyuta una uwezo mkubwa wa kuweza kufaulu na kuweza kupata vitu kwa usahihi, kwa sababu kompyuta inaenda moja kwa moja, bila kupindisha, bila nini. Na mfano ya app hizo ambazo zinaweza zika, nasaidia utengenezaji na usimplifyaji wa hizo kazi, ikiwemo Excel. Excel ni app mojawapo ambayo inaweza ikasaidia kuweza kupunguza ukubwa wa kazi au hufanya kazi iwe ni rahisi sana katika ofisi na pia api nyingine